funguliwa zamani sana wakati Mtikila akiwa hai mwaka elfu mbili na kumi na tatu uamuzi ukatoka mahakama ya Afrika hapa, kesi ya mgombea binafsi Tanzania ikaagizwa toka mwaka elfu mbili na kumi na tatu irekebishe katiba kama sehemu ya kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, iingize haki ya wagombea binafsi. Serikali ya Tanzania miaka yote hiyo imepuuza kesi ambayo Mtikila alikuwa mbele, lakini nyuma yake walikuwa wanaharakati. Ikafunguliwa kesi nyingine miaka ya karibuni ika, ikasema kwamba katiba ya Tanzania kifungu kinachosema matokeo ya urais hayawezi kuhojiwa mahakamani ni kinyume na mikataba ya Afrika ya utawala ya haki ya uchaguzi. Tanzania ikapewa mwaka mmoja irekebishe katiba, wanaharakati wakiwa mstari wa mbele. Sasa mimi niko hapa Arusha, nimemsikia Rais akisema wanaharakati wakae mbali, wanaharakati wa Kenya wakae mbali, wanaharakati wa Tanzania wakae mbali. Wanaharakati mahali pa kumshika Rais Samia ni kurudi kwa haraka Mahakama ya Afrika kukazia hukumu, ili Tanzania ilazimishwe na mahakama uchaguzi usiendelee mpaka kwanza katiba irekebishwe, na tukishaingia kwenye kule na masuala ya tume na mambo mengine.